Jina langu ni askofu Cleophas Oseso wa jimbo katoliki la Nakuru. Uh, tunamshukuru Mungu kama kanisa katoliki duniani kote tumepata mchungaji, naye ndiye uh, Papa Leo wa kumi na nne. Uh, alivyokufa Papa Francisco, swali kubwa lilikuwa je, ni nani atakaye mrithi? na tunamshukuru Mungu kwamba baada ya makadinali wetu kuketi kuweza kushauriana na kupiga kura, basi tumempata huyu mchungaji mpya ambaye ameteuliwa ili kuweza kuliongoza uh, kanisa. Uh, kwanza tunaweza kuangalia kutoka na mahala ambapo amezaliwa ile nchi ya Marekani, na ameweza kukua pale kama padri, kisha alienda katika kazi za umishonari kule, uh, South America, na kutoka hapo basi, ameendelea vile akapata kupandishwa cheo na hata kuwa kardinali na kwenda katika ile mji wa Roma ambapo amekuwa akishughulikia ile tume ya uteuzi wa maaskofu katika ulimwengu mzima. Hivyo kuchagua jina lile Leo, basi kwetu kama waumini inatukumbusha, inaturudisha nyuma kwa yule Leo wa kumi na tatu ambaye mojawapo ya jambo alilofanya ni kuandika ile barua yake uh, Rerum Novarum ambayo ilihusikana zaidi na maisha ya kijamii na zaidi katika mambo ya utenda kazi, kusema kwamba mtenda kazi na apewe ajira itakayomwezesha kujimudu katika maisha. Kwa hivyo tunaona anavyotuelekeza huyu Papa, pia katika maongezi yake mafupi ya jana pia alianga, alitangulia na amani, na tunajua ulimwengu na dunia ya sasa tunahitaji wale ambao ni waeneza amani ili pasiwepo na vita, pasiwepo na misukosuko ambayo inaweza kulete utatanishi kati ya watu. Kwa hivyo tukiomba kutoka kwa yale ambayo aliyafanya yule Papa uh, Leo wa kumi na tatu alihusika sana na mambo ya maisha ya kijamii, na leo hii pia tunaona kuna mambo mengi yanayohusiana na maisha ya jamii kati yetu ambayo labda yanahitaji zaidi kuzingatiwa na kuzungumziwa uh, kuhusu hali ya watu ulimwenguni, ambapo nchi zingine zimeendelea kushinda zingine. Nchi zingine zina utajiri kushinda wengine, zingine zina umasikini mkubwa. Haya mambo tunaweza kufanyaje ili kuzawazisha na kila uh, binadam ajihisi kwamba ana ile adhi yake ya kibinadamu na ni kiumbe e, cha Mungu. Kwa hivyo tuna matarajio kwamba ataweza kutuelekeza katika njia hiyo ya kuelekeza mwanadamu kutambua adhi ambayo Mungu amemuumbia na kuweza kuinua hali yake ya kimaisha. Yale ambayo Mungu ametupa ni ya kutumiwa kuweza kuboresha maisha yetu na kufanya ulimwengu uwe mahala pema. Pa kila mtu. Kwa hivyo tuna matarajio mengi kama dunia. Yeye ameishi basi katika uh, bara hizo ambazo Marekani ni nchi ambayo tunajua imeendelea katika kiuchumi, pia ameishi katika ile nchi ya uh, South America, ambao pia ni uchumi unaokuwa bado haujafikia mahala pale, na pia akiwa kama mishonari ni mtu ambaye amejitoa ame kwa ajili ya kuhudumu na kutumikia watu wa Mungu popote pale ambapo uh, usaidizi wake ama huduma yake kama kasisi inahitajika. ina kwa hivyo, yetu ni kuendelea kumwombea uh, huyu papa mpya akishirikiana na makardinali na wale maaskofu wengine, ili waweze kuendeleza mahala ambapo aliwachia Papa uh, Francisco ambaye pia tunajua alifanya, alifanya mengi. Tunaona yeye, aliche, yeye alichagua jina la Francisco na tukaona kweli katika kazi zake alijaribu pia kuiga uh, zile njia za Mtakatifu Francisco katika kuhimiza kupanda miti, kuchunga mazingara. Tunaona kweli alizingatia uh, hali ya Mtakatifu Francisco alivyotaka dunia iwe. Tunaona pia alishughulikia wale masikini wale watu hohahe katika, katika jamii na pia tunaona ndani ya Papa Francisco pia aliwapenda masikini, aliwashughulikia, aliomba ili waweze kuheshimiwa na waweze kupewa pia na haki yao. Kwa hivyo, ndani ya Papa Leo tuna matarajio hayo mema na mengi ya kwamba kanisa itakuwa uh, katika mstari wa mbele kuendeleza ardhi na hali ya jamii katika hali zote, ili tuweze kuendelea kuishi kadiri ya injili ya Kristo inavyotuita, injili ya upendo, injili ya amani na injili ya upatanisho. Kwa hivyo tumuombe, tunajua kazi ambayo amepewa ni kazi ngumu, kuunganisha kanisa ulimwengu mzima na kuliendeleza, ili likawa sauti ya wanyonge katika jamii na kuelekeza watu wote katika uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.